Ha, hii ni medali ya kwanza ya Rube. <laughs> Vipi una feel kupokea medali hii ya kwanza <laughs> ukiwa na klabu yangu? Brother, unajua kitu nataka kusema kwanza, nakakusema kusema na mshukulu Mungu, kwa uwezo wa Mungu niko hapa braha. Unajua, msimu huyu ulikuwa ngumu kwangu, nilianza vibaya, watu wengi walikata tamaa, walisema vibaya, lakini Mungu braha, Mungu ni mwema. Nipo hapa, familia kwa mkewa kwangu alinisapoti, aliniombea, kuna watu waliniombea, kuna watu awajakata tamaa Leo nipo hapa nafurahi medali ya kombe ya kwanza, namshukuru Mungu. Ndugu, unawaambia nini mashabiki wa Young Africans? Mashabiki, nataka kusema nawashukuru sana braha. Unaona, kuna kipindi nilikuwa napita kipindi kigumu, hawajakata tamaa. Kuna watu wanaona, naona wanasema, wananiombea mimi, watu wanasema vibaya, wa, walikuwa na mimi kipindi kigumu, hata nianze kufunga wanakuwa na mimi leo, nataka kusema nawashukuru sana Mungu awe nao wote. Mtoto aliniombea nataka kusema asante sana. Mungu awe nao sana.